Mtanzania ateuliwa kuwa mkuu wa baraza la upendo Vatican, ni habari inaendelea ukurasa wa tano wa gazeti lako la Mwananchi. Na sababu ongezeko magonjwa mfumo wa kupumua, sababu ongezeko magonjwa mfumo wa kupumua, hiyo ni habari pia inaendelea ukurasa wa tatu wa gazeti lako la Mwananchi. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi ni sakata la lisu la jaki vingine, sakata la lisu la jaki vingine Ee, wakili wake wa kimataifa awasilisha malalamiko Umoja wa Mataifa kuhusu kuzuiliwa kwake. Wanasheria wajadili hatua wa hiyo kesi zake mahakamani Kisutu kuendelea kesho. Hiyo ni habari ukurasa wa nne inasema, sakata la Lisu la Jaki vingine. Lakini hatima ya Askofu Gwajima kisiasa mjadala. Hatima ya Askofu Gwajima kisiasa mjadala. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti la Mwananchi. Bunge la mpatuzo Rais Samia Suluhu Hassani aeleza mapitio yake. Bunge la mpatuzo Rais Samia Suluhu Hassani aeleza mapitio yake. Hiyo ni habari pia inaendelea ukurasa e, wa tano wa gazeti lako la Mwananchi. Lakini Lema kwa nini nilimtosa Mboe? E, huyo ni Lema asema kwa nini nilimtosa Mboe? Hiyo ni habari ukurasa wa sita wa gazeti lako la Mwananchi. Na tukichana gazeti la Mwananchi. E, sasa tuangazie kwenye gazeti lako la Mzalendo lenye linaanza na habari kubwa inayosema polisi Zanzibar, mguu sawa uchaguzi mkuu. Polisi Zanzibar, mguu sawa uchaguzi mkuu. Jafu, serikali imeweka mazingira mazuri uwekezaji afya ya kinywa. Huyo ni Jafu asema serikali imeweka mazingira mazuri uwekezaji afya ya kinywa. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Mzalendo inasema Rais Dr Samia Suluhu Hasani aelezea tuzo ili aliyopewa na bunge. Eh, Rais Samia Suluhu Hassan yaelezea tuzo aliyopewa na bunge. Lakini siku 30 za moto, madereva walevi. Siku 30 za moto kwa madereva walevi. Polisi kanda maalum Dar es Salaam pia yaeleza namna inavyodhibiti wanaochepuka kutumia barabara za mwendo kasi. Hiyo ni baada, endelea ukurasa wa tatu. Lakini Mwigulu aishukuru benki ikushiriki, eh, ujenzi wa reli SGR Mwigulu waishukuru benki kushiriki ujenzi wa SGR. Lakini wanaharakati uchwara e, hao ni wanaharakati uchwara e, wapingwe kila kona East Africa e, na habari picha ikimwonyesha Martha Karua ikisema wanaharakati uchwara wapingwe kila kona East Africa. Hiyo habari kwenye gazeti la Mzalendo ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam na tukiacha na gazeti Mzalendo tuangazie gazeti lako la habari leo eh, gwiji la habari Tanzania Jumapili ya leo linaanza na habari inayosema Papa mteua Mtanzania mkuu wa baraza la kipapa Tanz kanisa Katoliki. Hiyo ni habari ukurasa wa saba. Lakini ilani ya CCM ya wakuna wasomi wa siasa. Ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM, ya wakuna wasomi wa siasa, hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa pili. Na habari kubwa kwenye gazeti lako la habari leo ni bunge la Koshwa na utendaji wa Rais Samia Suluhu Hassan. Bunge la koshwa na utendaji wa Rais Samia Suluhu Hassan, la mpatuzo utawala bora awajibika tulia, asema anastahili rais, eleza tam chungu uongozi wake, ataka ushirikiano zaidi. Hiyo ndiyo habari kubwa kwenye gazeti lako la habari leo, unasema bunge la koshwa na utendaji wa Rais Samia Suluhu Hassan. Hiyo habari inaendelea kwa kina ukurasa wa tatu. Na sisi kuteua wagombea ubunge Agosti ishirini. E, sisi kuteua wagombea ya ubunge Agosti gosti ishirini. Lakini Tanzania ya shukuru benki ya Afrika ujenzi wa SGR. Tanzania ya shukuru benki ya Afrika ujenzi wa SGR, hiyo ni habari ukurasa wa saba. Bashe apokea ndege e, kulinda mazao ya wakulima. Bashe apokea ndege kulinda mazao ya wakulima. Na ilani ya sisem yaagiza mambo kumi kuboresha elimu. Hiyo ni ilani ya Chama cha Mapinduzi sisem yaagiza E, mambo kumi kuboresha elimu. Asilimia 80 ya wanafunzi kujiunga sekondari 2030. Lakini ajira zaidi ya laki tatu na elfu hamsini e, kuzalishwa Zanzibar. Viwanda kukua asilimia 9 kila mwaka. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la habari leo, wiji la habari na tukiachana na gazeti la habari leo, tuangazie kwenye gazeti lako la Zanzibar leo lenye linaandika mifumo imeziba mianya ya uvujaji fedha za serikali mifumo imeziba mianya ya uvujaji fedha za serikali. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar za leo. Lakini bunge la mtunuku tuzo maalum Dr Samia Suluhu Hassan. E, bunge la mtunuku tuzo e, maalum Dr Samia Suluhu Hassan ni kwa kutambua mchango wake uongozi wake, ni kwa kutambua mchango wake na uongozi wake. E, hapa habari picha ikimwonyesha Tulia Ackson spika wa bunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa anampatia tuzo maalum Rais Samia Suluhu Hassan na hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Lakini Dkt Mwinyi mgeni rasmi mkutano wa viwango bara la Afrika na su za kuzalisha mesu za kuzalisha mbegu bora zao la mwani e, hiyo ni habari inaendelea ukurasa watatu kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Pata nakala yako kwa habari kwa Kinam. Lakini kuna habari inasema RSF waua watu 26 huko Sudani. Hiyo ni habari huko saa 9 e, RSF wa watu 26 Sudani. Hiyo ni habari huko kwenye Afrika e, inasema RSF waua watu 26 Sudani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo, pata nakala yako kwa habari kwa Kinam. Lakini tukichana gazeti lako la Zanzibar leo tuangazie, e, bado kuna habari E, inasema ustawi wa watoto Libya waathiriwa na machafuko. Lakini ilani mpya ya CCM ya beba wanawake, wanawake, kuimarisha usawa wa kijinsia, afya ya uzazi, kuinua uchumi. Hiyo ni ilani mpya ya CCM ya beba wanawake katika kuimarisha usawa wa kijinsia, afya ya uzazi na kuinua uchumi, hiyo e, ni habari inapatikana kwenye gazeti la kula Zanziba leo lakini marufuku ya chuo cha Harvardi kwa wageni ya mwathiri binti mfalme wa Ubeligiji. Marufuku ya chuo cha Harvardi eh, kwa wageni ya mwathiri binti mfalme wa Ubeligiji, habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Lakini habari picha kwenye gazeti la Zanzibar Leo ikimwonyesha Rais Dr Samia Suluhu Hassan na Rais Mwinyi wakiwa wamebeba ilani mpya ya Chama cha Mapinduzi CCM eh, huko bungeni Dodoma eh, huko eh, kwenye kamati kuu iliyofanyika Dodoma huko e, kumradhi sio bungeni ni Dodoma, kwenye viwanja vya CCM. Lakini tukiachana sasa na gazeti lako la Zanzibar leo, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani asubuhi ya leo e, tunaanza na gazeti lako la habari leo. Lenyewe kwenye michezo linaandika Simba ya maliza mwendo FA. E, Simba ya maliza mwendo FA ni baada ya kutandikwa goli tatu kwa moja na Singida Black Stars lakini Samata Mzize Miroshi nje Stars. Samata Mzize miroshi nje Taifa Stars. Lakini kwenye burudani Mario Aguswa na mtoto muuza mayai. E, Mario Aguswa na mtoto muuza mayai. CCM e, ya ahidi makubwa sana utamaduni na michezo. CCM ya ahidi makubwa sana utamaduni na michezo, e, michezo. Lakini kocha Simba e, Fadumu Kwala washinda tuzo mei inaendelea ukurasa so 23 kwenye gazeti lako la habari leo pata na kale yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti la Mzalendo kwenye michezo ninaandika, eh, kocha shime aanza kuchonga. Lakini Singida Black Stars ya ua mnyama yatinga fainali ya FA kikatili. Eh, au ni Singida ya mtandika mnyama kisawasawa bila huruma, eh, yatinga fainali kikatili. Lakini Taifa Stars kuingia kambini kesho, eh, Taifa Stars kuingia kambini kesho. Diamond Platinum ataka vazi la harusi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo kurasa wa michezo. Lakini kimataifa, Liverpool ya Mnasa Frimpong. E, kimataifa, Liverpool ya Mnasa Frimpong. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Raia Mzalendo. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo lenye inaandika mafunzo ya itamani ligi ya vijana. E, mafunzo ya itamani ligi ya vijana. Singida Black Stars yaifuata Yanga fainali shirikisho CRDB Federation Cup. Lakini waziri tabia aifagilia polisi kurejea ligi kuu waziri tabia aifagilia polisi kurejea ligi kuu. Hemedi Moroko aita 28 kuiva Bafana Bafana. Hemedi Moroko aita 28 kuiva Bafana Bafana. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako na Mwanaspoti eh, gazeti, gazeti la michezo na burudani lenye habari inayosema E fei kwenda simba kikwazo ni hiki e ni habari kubwa kabisa nasema fei kwenda simba kikwazo ni hiki azam yafunga mjadala ya itaja yanga lakini singida yafuta dabi ya tatu e singida yafuta dabi ya tatu yavunja rekodi ya siku 573 e singida ya futa dabi ya tatu kwa simba e kutokukutana na yanga E, ni baada ya kuitandika kwa goli tatu kwa moja bila huruma lakini kimataifa Bruno Gome, e, ngumu, e, Bruno ngoma ngumu, yule baada endelea ukurasa 14, e, kimataifa nasema Bruno ngoma ngumu, e, ndani ya gazeti la Kulo Sport ipate nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti la Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.